Karibuni sala wa ndugu watazamaji wa radio televizioni nki huku, mali popote mulipo, tunawasalimu na tunasema asante. Wale ambao walikutuita na kutuma misaada yao twasema asante. Tunakuja na ujumbe wa haraka wa kuwapatia ripoti ya vita ambavyo majeshi ya jeshi la wokovu, jeshi la ukombozi wa maimai mai, wa zalendo wanafanya kazi nzuri sana. E, tutaanzia upande wa tarafa la Fizi baada ya jeshi la Kongo pamoja na wazalendo kupiga hawa wauni wa M23 pamoja na Red Tabara na kundi ya Bornenanga walipigwa kabisa katika kijiji cha Mikenge au Mienge katika lugha yangu na kusambaza kabisa maadui na nusu ya maadui wakakimbilia kwenda Rugezi. Ni hapo palikuwa kambi edkota kubwa sana ya hawa wa, wa, Watusi ya Wanyarwanda ambao pamoja na Warundi wanajiunga kwa kufanya vita tarafani Fizi na kufungua njia kwenda Kaleni lakini mshangao ni kwamba wa vijana kabisa twasema ongera kwa kundi ya Bishabu, bilozi vishambuke e, jemadari Ngoma Nzito, jemadari Kakobanya, jemadari, e, wa Queen Sierra, jemadari Zela Mbuma, e, pamoja na medi e, pamoja na Sese, ya muri William ya Kutumba, pamoja na mtetezi walijikunga na kufanya mbinu zote, walipiga adui, na hapo jana tulichukua mji wa Rugezi na kuchoma kabisa kambi yote ya ya hawa wauni wa M23 pamoja na Red Tabara na kuchukua ile Rugezi. Rugezi leo iko mikononi mwetu, na tunasonga sasa mbele. Zamani tulikuwa tukipiga vita na idadi ya wazalendo ilikuwa kidogo, huwa tunaponyang'anya mji tulikuwa tunashindwa kudhibiti yaani kuacha majeshi, sababu idadi ilikuwa kidogo. Lakini kwa leo tayari idadi ilishakuwa elfu kumi na nne ya wazalendo, sio mzaa, 14000 wazalendo ambao tuko na wao leo, idadi iko Kivu. Na kwa sasa tunasema tunapopiga tunapo na kunyang'ana mgini, tunadhibiti na kuacha majeshi. Na kwa sasa tunajielekeza kuchukua mikenge ili tuanze kuingia katika eneo ya Minembwe. Kwa hiyo tunawaomba wandugu wote wanaotufuata kwa makini kusema kwamba ile mpango ambao walikuwa wanakusudia kutoka Bukavu wapande milima milima, mpaka waende kutokea upande wa Force Bendera na kwenda Kalemi, tunafunga njia, hawawezi pita. Mnajua tuliwajulisha kwamba tulikuwa na mpango waingie, lakini hawatatoka. Na ile operation waingie, lakini hawatatoka. Tayari tulishaanza upande wa plan ya Ruzizi tungani, tunafunga Kibambazi. Na e, mpango sio tu vita vya Kamanyola sababu watu wengi wanasubiri vita ya Kamanyola, siasa pamoja na government ya Burundi. Vita vikiwa hapo E, e, e, Kamanyola ni, ni kuvuka mpaka unaingia mara moja Burundi, alafu maadui wa Burundi kama vile wa RED-Tabara na wengine wanaweza kuprofite na sababu ya ile tutapigania nje ya Kamanyola. Kisi tuliueleza ya kwamba tukisha kamata Bukavu wale wa Kamanyola wataenda wapi? Si wataingia Rwanda mara moja. Kwa hiyo msitazamie tu mpaka Kamanyola. Kamanyola mnajua upande wa wa pleni ya ya, ya Kavumu makale ya ili upande wote tayari wazalendo walishaingia wananyanganya miji siku kwa siku, yaani e, tulifanya e, kitu kikubwa sana. Tukaonyesha fro ya Kamanyola, wakapenda watoboe njia waende upande wa Uvira. Ilikuwa siasa tulifanya ili wao wote wapate kuingia maile fro na ile eneo. Wako wachache sana hawa wandugu, na walishambuliwa na kunyanganywa mikini au michi mingi. Kwa hiyo tunawaomba wandugu, watazamaji wa radio television, huku msikose kusaidia wazalendo. Wazalendo hawana soutien Eh, au msaada kabisa wa wa, wa jeshi au wa serikali hapana. Eh, unajua tuko kumi na nne elfu kumi na nne elfu na wako wanaingia siku kwa siku. Sisi tunaposema idadi ni ya kweli, uchunguze utaikuta. Na ndio maana unaona tunaanza shinda vita na kudhibiti kwa sababu tunaendea idadi ya kumi na nne elfu om kukulisha wa watu sio mzaha. Mimi mnaoniona ni mimi ninaleta misaada kwa wazalendo inapotoka nchi mbalimbali, tunasukumia wazalendo. Sasa tatizo tulio nao ni kwamba kwa leo stoki inaisha, unga inaisha, mboga inaisha, tunabakia tu na chakula ya siku moja, yaani ya leo tariki ishirini, inapomalizika basi hatujue kesho. Na unajua vita si vizuri, wapigane na njaa. Tunapata shukurani kwa sababu mvua zinaanza katika